Okay, well, sasa tuone uh, part 2 ya trading psychology. Katika part 2 nilisema tutaona jinsi uh, trading psychology inavyomwaffect inconsistent au unprofitable trader. Okay, sasa tuone namna ambavyo huyu uh, inconsistent inconsistent au tunasema maneno mengine, tunasema an unprofitable trader. Tuone namna ambavyo uh, anaweza kuwa affected uh, kisaikolojia kana kwamba awezi kutengeneza profits sokoni consistently. Kumbuka tunavoongea profitable trader, atuongerei umetengeneza faida wiki moja okay, ukitengeneza faida wiki moja, weo ujewa profitable trader. profitable trader ni yule ambaye ana track record ya mda mrefu ametengeneza faida kuanzia miaka mitano miaka sita miaka saba. okay kuendelea okay huyo ndiye profitable trader unaweza ukatengeneza pesa hata within 3 months unaweza kutengeneza hata miezi sita au mwaka mmoja na pesa zote ukaja kuzirudisha sokoni. Sasa tuone namna ambavyo huyu inconsistent au uh, unprofitable trader jinsi anavyokuwa affected sokoni. Kitu cha kwanza kabisa kinachomwafect huyu inakuwa ni greedy. Okay, greedy kwa maneno mengine ni tamaa. Sasa wanadamu tumezaliwa uh, na tuna hicho kitu, tuna tamaa hata kwa wafanyabiashara. wewe unafanya biashara ya uh, unauza vitu Kariakoo au unafanya biashara ya kilimo, kuna muda tamani na kuingia, unatamani kuwa na eka kubwa. Au kama ni mfanya biashara unatamani uchukue hata mzigo mkubwa ambao pesa hauna kwa wakati huo. Sasa hiki kitu kina affect sana and tukizingatia financial markets zinahusisha pesa moja kwa moja. When you are trading, unakuwa unaona equity curve inatembea na unakuwa unaona pesa yako either inaongezeka au inapungua. Sasa greed inamwaffect vipi trader? Kitu cha kwanza kabisa kuna uh, muda trader unaamua kuongeza lot size. Okay, let's say una account yako ni ya dola 500 ni ya dola elfu moja. Unajua kabisa, okay? Risk management inayotakiwa nifanye ni ya 1% kila trade. Unajua unatakiwa risk kiasi fulani, uh, stop loss iwe kwenye sehemu uh, ya pips fulani kutoka kwenye entry. Na unajua kabisa unatakiwa kuingia na roti kadhaa okay, lakini kwa sababu ya tamaa unaamua uongeze zile lot size, okay, ili utengeneze profits nyingi. Sasa hiyo ni greed tayari, na ikitokea trade ikaenda kinyume uh, na ulivyokuwa umefanya analysis yako, hiyo lazima utaingia hasara kubwa. Kitu kingine kwenye upande wa greed ni ku overtrade okay. Unakuta kuna trader ambaye kuanzia asubuhi soko limefunguliwa, yupo mbele ya chat mpaka soko linaenda kufunga saa sita usiku. Hata kama sio kwenye laptop, lakini pia kwenye kuangalia kwenye MT4 kwenye simu, unakuta anaangalia mara kwa mara, mara kwa mara, halafu anakuwa anaingia kwenye trades, anaingia kwenye trades nyingi. Kumbuka huko sokoni, uh, uaktivu wako sokoni sio sawa na profitability yako sokoni. Okay, mtu anaweza akaingia ka trade just 2 hours akawa profitable kuliko ambaye amekuwa mbele ya chart for 12 hours. Kwa hiyo kitu kingine kwenye upande wa greedy ni ku over trade. Trader akiwa anaamini kwamba anaweza katengeneza faida nyingi uh, kadri anavyokuwa na hard work sokoni, either kwa kupress zile trades au kwa kuangalia charts kwa muda mrefu. Okay, sasa na hiyo over trading tunaipress chini ya chini ya greedy. Kitu kingine ni ku extend profit targets. Okay, na hiyo ipo chini ya greedy. Unakuta umeshafanya analysis yako vizuri, unajua uh, unatakiwa take profits, uchukulie sehemu fulani kulingana na analysis uliyofanya. Lakini trade inaenda vizuri, inaenda kufikia ile take profit, unaona maybe maybe soko linaweza likakupa more potential profits, unaamua ku raise uh, your take profits. That's greedy kwa sababu tayari unakuwa umeenda kinyume na trading plan uliokuepo nayo. Kitu kingine kwenye upande huo wa grid, hakikisha unaandika ni ku change strategies. Okay, una trade una profitable strategies rese, umeitrade hata mwezi mmoja, miezi miwili, unaingia online Instagram, unakutana na trader fulani kutoka maybe, Mexico, Canada, US, whatever, okay, unatamani ile strategy yake kwa sababu is making a lot of money kwa hiyo unatamani kukopi ile strategy okay, ambayo hujaitest, okay, au aujui inafanyaje kazi ila kwa sababu umeona anatengeneza faida kubwa, na wewe una greed unatamani kutengeneza faida kubwa, unaamua kuikopi ile strategy ili na wewe uanze kutengeneza pesa. Kwa hiyo hiyo ni kwenye upande wa greed ambapo tumeona ina affect trader katika uh, nyanja nne. Nyanja ya kwanza ni kwenye upande wa ku okay, tofauti na kiwango kinachotakiwa cha mtaji wako. Lakini kitu cha pili tulichoona ni pamoja na over trading, ku trade sana uh, within a day okay or within a week. Lakini pia kitu kingine ni pamoja na ku extend profit targets. Umejiwekea target same fulani, lakini unaamua kupandisha kwa sababu unakuwa unaona au unasikia moyo unakuambia au kuna kitu ndani kinakuambia kwamba pandisha profit target hapa, naweza nikatengeneza faida zaidi lakini pia kitu kingine ni kubadilisha hizo strategies, okay? Uh, umeona mtu fulani ana trade na kitu fulani kwa sababu anatengeneza profits uh, kubwa, unataka uh, ukafanye kama yeye anavyofanya, okay, then the second thing inayo affect the trader huwa ni fear. Okay, sasa hii fear pia tutaiona katika maeneo manne okay, kwa maana ya ina affect pia trader uh, katika maeneo manne. Sasa fear ni uoga okay, sasa wanadamu especially sisi wa Tanzania tumekuwa injected na in uoga sana okay. Kuna watu wengine wanaogopa mpaka kuingia kwenye hii business okay, anakuwa anaona kabisa, mimi siwezi ku manage uh, the business uh, of trading money trading financial markets kwa sababu anakuwa na na uoga sasa. Woga kitu cha kwanza ni ni, ni, ni due to losing trade. Okay uh, unakuta kuna trader yupo ana trade amerose trade ya kwanza, amerose trade ya pili, amerose trade ya tatu. Unafikiria ni kitu gani kitatokea akiona setup kwenye trade ya nne na anataka kuingia sokoni? Okay, ah, kwa hiyo kuna fear due to losing trades okay. Kuna muda anafika mpaka anapunguza kuamini ile strategy yake kwa sababu tu ameingia 3 au 4 au 5 consecutive losses, kwa hiyo hiyo ni effect ya kwanza ya upande wa fear au upande wa woga. Effect ya pili ni due to managing high capital. Okay? Kuna trader unakuta yeye tu amezoea ku manage capital ya dola 500, dola 1000. Okay? Au kwa wale wanao trade these funded accounts, amezoea account ya dola 5000, dola 10000. Lakini the moment akianza kutrade account ya dola laki moja, mpaka anakuwa anatoka jasho kwenye vidole. Kwa nini? Kwa sababu hajazoea kuona ile capital hata akiingia sokoni na lot size kadhaa anakuwa hajazoea kuona ile equity ikiwa inapanda na kushuka, okay. Kwa hiyo hiyo ni pati nyingine ambayo woga unaweza ukakuaffect uh, uh, wewe kama trader. Kitu kingine ni due to unproven strategy. Okay. Traders wengi wana trade, lakini nikiweza kumuuliza trader hiyo strategy unayoitumia, okay. Umeiback test kwa muda gani, lakini pia umeiforward test kwa muda gani? Okay. Una data kiasi gani za kwamba hiyo strategy unaweza ukaiamini hata kama ikikupa losses 30, ambazo ni consecutive okay. Kwa hiyo uh, unakuta trader yupo ana trade, lakini uh, mwingine anakuwa na uoga, hana uhakika na strategy anayoitumia uh, kitu ambacho kinamfanya sokoni asiwe profitable uh, the last thing pia uh, ni kitu ambacho tunakiita ni FOMO na uhakika traders wengi wanakijua fear of missing out okay. Unakuta trader na trading plan yake vizuri okay, lakini soko alijafika kwenye levels ambazo anataka sell au buy okay, ila kwa sababu uh, ameona soko maybe limeanza kupanda kabla alijarudi kwenye levels zake, anaamua kujump in ili asipoteze uh, potential profits ambazo angetengeneza kwenye hiyo trade. Sasa hiyo ndio tunaita fear of missing out, kwa maana ya unaingia kwenye trade uh, ambayo haijafuata trading plan yako, ukiofia unaweza ukakosa uh, potential profits ambazo zingetengenezwa na hiyo trade. Na most of the time, most of the time lazima unakuwa punished na financial market, kwa sababu sehemu unayoingilia tayari risk to reward ratio of course tutakuja kufundisha vitu baadaye mbele. Uh, risk to reward ratio inakuwa ni tofauti na ya trading plan uliyokuwa umeamua, okay, lakini pia hata ku manage ile trade lot size ya ile trade okay, kila kitu kinakuwa ni tofauti, kwa sababu umeamua kuingia ili usikose, uh, zile profits. The other thing inayomwaffect trader ni hope. Hope ni matumaini, okay, tukiwa tunaongelea hope ni matumaini. Sasa sisi wanadamu uh, tuna kitu ndani yetu ambacho huwa uh, kinatuambia maybe uh, sikilizia okay? uh, kama ni trade flani inaweza ikarudi level flani kama ni price inaweza ikarudi level flani. Kwa hiyo hiyo ndo tunaita, tunaita hope. Kuna muda unafika unakuwa unaacha ku trade strategy unakuwa na trade matumaini okay? Let's say for instance umeingia kwenye trade trade inaenda kugonga stop loss yako then stop loss yako unaishusha chini ukiamini ukiwa na matumaini ya kwamba maybe soko litabadilisha direction kabla haijafikia stop loss yako, na i can assure you kwamba the financial market itakuadhibu kwa hicho kitendo cha ku move stop loss. Inaweza isiwe kwa hiyo trade ya siku moja, lakini in the long run okay, utakuja kujikuta siku moja unaingia hasara kubwa sana, kwa sababu ya ku move stop loss because of hope. Kwa sababu ukisha move stop loss Okay, hapo tunasema una trade hope unakuwa tena trade strategy kwa sababu ukiwa una trade strategy unakuwa unajua stop loss natakiwa kuweka wapi na stop loss ikishafikiwa, unakuwa unajua nao analysis yangu ipo long inabidi nikae pembeni au for the day inatakiwa nifunge biashara. The other thing ambayo ina affect a lot of traders ni panic. Na hii panic tunakuja kuona baadaye inaleteleza over trading au revenge trading because of panic. Okay, sasa na panic uh, inaletelezwa sokoni uh, ikitokea incidences ambazo uh, maybe ni trade uliamini sana. Okay, umeona labda ina confluence hata nne okay. Na umeamua kuingia sokoni na bigger lot size kwa sababu unaona hii ni uhakika, hii ni asilimia tisini na tano uhakika unaingia kwenye hiyo trade na unaingia na a lot of positions okay. Alafu mwisho wa siku soko linakuadhibu linagonga stop loss. Sasa ikigonga stop loss hapo okay, ni lazima utaona kwamba unatakiwa uwe sahihi sokoni okay. Yani auamini kama soko limegonga stop loss kwa sababu ya zile confluence zote ulizokuwa umeona sokoni. Confluence ni viashiria kama ni vya kubai au ni vya kusell okay. Kwa hiyo unakuwa uamini Uh, kama soko limegonga stop loss hivyo una panic okay. Ukisha panic sasa, unatamani ku approve the market kwamba you are light na una ujuzi wa kutengeneza faida na unastahili kutengeneza faida, and that's where you get punished in the market because of panic. The, the last thing inayomo affect the trader ni overconfidence. Unakuta trader amepata faida rese kwa wiki okay. Ameingia kwenye siku ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano zote anatengeneza profits, anakuwa na over confidence. Over confidence manake uh, wiki inayofuata akija kuingia sokoni anakuwa anajiamini sana in such a way that anakuwa aoni kama anaweza kupata hasara, anaona maybe amepata strategy yake sasa hivi imeanza ku work out 90% win rate au uh, 100% win rate, lakini pia anaweza kaamua aongeze uh, lot size kwa sababu ya kuwa na na over confidence okay, sasa Ukisha kuwa na overconfidence sokoni kwa kawaida soko linakuwa na tabia ya ku, ku calm down. Okay, linakuwa na tabia ya ku, kukupunish. Okay, linakuwa na tabia ya kuonesha bosi ni nani kwenye financial markets. Okay, so kwa hiyo uh, hivi ni vitu vinne ambavyo uh, vinamuaffect trader, kuna greed, kuna fear, kuna hope, kuna panic lakini pia kuna overconfidence. Sasa katika video inayofuata, hatutaki hizi video ziwe ndefu. Katika video inayofuata tutajifunza jinsi ambavyo beginner anatakiwa hawe kwa maana ya ku maintain uh, vile vile tulivyoviona ili si distract mind yake kwenye safari yake ya trading, lakini pia tutaona huyu inconsistent au unprofitable trader. Afanyeje ili kuepuka greed, kuepuka fear, kuepuka hope, kuepuka panic na kuepuka overconfidence. Ni Aritex Capital, hakikisha una subscribe kwenye hii page, lakini pia una turn on notifications, ila kila tukiupload videos unazipata ukiwa kwanza.